tuwe na ilmu namna ya kulea watoto wetu. Tuwe na ilmu juu ya mambo ya ndoa. Katika sekta za Kiislamu ambayo imeharibikiwa ni ndoa. Ukiwapata wanawake watano wanamtafuta shekha ya wafungie ndoa, kumi na tano washuka wataka kuachwa sasa hivi. Mwendapi mwenda olewa, olewa ni nyinyi hmm. Pandani huko mkaolewa. Kwani kuna nini? Asi tushapewa kartasi zetu Alhamdulillah. Mtu asema alhamdulillah kwa kuachwa mwishasikia? Kwa sababu mtume asema, mimi naogopa, naogopa sana dhiki itakayowapata madhaifu wawili, mwanamke na yatima Kazi yangu ya mwisho ofisi, ndio arifu anichukue. Nilipata kesi, ninapata kesi ya kwamba kumetokea vita katika family fulani. Mama mkwe mama mama mkwe mamake Mama Mama kijana alipiga simu nyumbani kwa mtoto wake, alikuwa atakazungumza na mke wa, wa mwanawe. Alipopiga simu simu haikupokewa, kalia wakati mrefu, ikakatika. Akapiga tena, ikakatika. Akapiga tena <coughs> ilipokuja kama simu ya nne, kwa dhiki, yule mtoto wa kike Akaipokea, akiangalia salamu alaikum. Salamu alaikum. Nini, mpe mumeo hiyo simu. Bismillah, mtoto akike hana habari kwamba simu ililia sana, akapewa kijana huyo mvivu. Yuwalala tu yuwalala tu. Bamlea vipi wewe, huyo mlete hapa, ningemfundishe namna kukaa na mume na kutoka leo sitaki simu yangu iliye mara mbili huko ikilia aokote au, au, au simu aseme na mimi mtoto wa kike uliza makosa yake amfanya ya nini? Oh, mother in law anasema, unjua mother. Sasa anasema na huyu mother, bwana bwana, mother ni mkali, mother ni mkali. Sasa hiyo ndoa ya kimila, ndoa ya Kiislamu twaa ya mamako ni yako wewe, si mimi kumtui mamako. Mimi ni ihsan, mimi ni ihsan. Mamake mume wangu, mamake babake mume wangu ni ihsani, kujitolea kumsaidia, lakini twaa ya mamako fanya wewe hivi, ni dhaja iko hiyo ambapo twatarajia pengine mambo yataharibika anytime, Mwenyezi Mungu atainusuru ndoa hii. Sasa ninaletewa nijibu, sidhani kama mama alifurahi. Namwambia mwanamke kulala ni haki yake, yuko nyumbani kwa mume wake. Aweza kuwa kazi zilimzidi, aweza kuwa kuna uchofu, mwanamke ni dhaifu aweza kuwa kuna mazingira yake ya kibinadamu yamemfanya kuwa mchofu, na hii ndoa haiendi kimila, hii yataka iende kiislamu. Kiislamu mke akilala hufanywaje? Kimila ni usimba ule, ikiwa mkuja wewe kitu chochote, hata paka amke. Kwa nini umeingia ndani ya nyumba, hakujaamka watu? Aa, si kweli, si Uislamu, ni ubabe huo. Mtume sallallahu alaihi wasallam wasalam alikuwa akiingia nyumbani kwake, akifika bedroom akimkuta Aisha amelala, Mtume akarudi kinyumenyume nyume taratibu. Mwana Aisha ampata usingizi, afai kuamshwa, wate kuamshwa na madhai lo, mtume amwamshi mke wake akiwa analala. Takbir. Unless kuna dharura, kuna jambo, kuna matatizo hivi lakini wamegandamizwa, wamegandamizwa, wamegandamizwa, mpaka wenyewe watoto wa kike wame accept, wengi wao wamekubaliana, sasa sisi ni watu wa kuteswa tu.